Asante sana, nashukuru sana ndugu watangazaji. E, kwa jina naitwa Joseph Modest Mkude, Mkuu wa Wilaya ya Arusha. A, tuko hapa e, Terati shule ya msingi e, kwenye barabara inaunganisha na barabara kuu e, kuja huku shuleni na mitaani huku. Nimekuja kukagua a, mitaro hii ambayo sasa imegeuka kuwa makorongo. Hii barabara iko chini ya, ya Tarura kuhakikisha kwamba Ee, barabara zote zilizo chini ya TARURA zinaweza zikahudumiwa vizuri na wakati wote ziweze kupitika ee. Basi tumekagua e, korongo hili na urefu wa takribani mita mia tatu ambazo katika mita mia tatu hizi e, kwa bahati nzuri e, tumepata mdau ambaye amejitolea e, kutengeneza mita mia mbili e, na hizi mita mia mbili E, zikikamilika zitanusuru hii shule yetu, shule ya Terat ambayo iko mbele yetu hapa. Niseme tu e, nitumie nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru sana a, Mstahiki Meya wa jiji e, Mstahiki Maximilian e, bahati nzuri tumepata mdau ambaye tayari ameshajitolea e, kutengeneza barabara hii kwa maana ya kutusaidia kwenye mitaro kwa mita 200. Mdau huyu tumempata kupitia Msaiki Mea wetu wa jiji Asimilian ambaye ametafuta NGO kutoka Jamaika uh, chini ya mkurugenzi wetu Nana Abena ambaye atatusaidia uh, kutengeneza uh, mita mbili za mitaro hii. Lakini sasa nitoe wito kwamba uh, wakati wa ukaguzi wa barabara hii tumeona kuna ujenzi holela ambao bila kuzingatia taratibu za, za, za mitaro ya maji e, ya halisia yanapopita. Kwa hiyo kuna mtu mmoja ameziba ame kabisa mitaro kiasi kwamba maji yamepata ya mtawanyiko e, na kusababisha makorongo ma, ma kutokea kwenye, kwenye barabara hii. Basi nitoe wito wakati wa ujenzi a, wa nyumba zetu e, tuzingatie vipimo e, halisi na kupata kibali kutoka halmashauri E, kabla ya kuanza ujenzi. Vinginevyo tumekuta nyumba yake pia imeharibika na maji na hana wa kumlaumu wakati huu. Kwa hiyo basi e, tutaendelea na ujenzi wa barabara hii kwa maana ya kuiwekea mitaro na kuimarisha ili iweze kupitika kipindi chote cha mvua na kiangazi.